Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya Jumatatu. Leo siku ya Jumatatu, injili ya leo, injili ya Luka sura ya 11 mstari wa 29 hadi wa 32, na tunaenda kusoma. Makutano walipokuwa wakimkusanyikia Yesu, alianza kusema, kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Malkia wa kusini ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alikuja kutoka nchi za dunia aisikie hekima ya Sulemani na hapa pana mkubwa kuliko Sulemani. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Neno la Bwana. Sifa kwako kwa e Kristo. Ndugu zangu wapendwa, katika waraka kwa Ibrania sura kumi na moja mstari wa kwanza hadi wa pili anasema imani ni kusadiki bayana mambo yasiyoonekana kana kwamba yamekwisha onekana. Hawa watu wanatafuta ishara katika injili hii. Ni kweli katika sala na sadiki tunasali tunasema na sadiki kwa vitu vinavyoonekana na visivyoonekana ila anayesadiki bila kuona amesadiki zaidi. Ndio maana hata Tomazo baada ya ufuko wa bwana wetu Yesu Kristo aliambiwa na Yesu, wewe unaamini kwa sababu wa umenigusa, waheri wale wasioamini wasioona wakaamini. Kumbe imani ni kuenda kwa macho ya rohoni, tunaamini na tunatembea si tu kwa kuona bali hata yale yasiyoonekana, tukiamini kwamba tukiamini kwamba Mungu atabaki kuwa mwaminifu hasa katika ahadi zake. Tuendelee kila mara kumwita na tuendelee kila mara kutambua kwamba anatenda hata wakati ambapo tu inaonekana hatendi, na tunaamini kwa matendo. Lakini katika kuweka imani yetu katika matendo, katika Yakobo sura ya pili mstari wa kumi na nane anasema kwamba imani bila matendo itakuwa inakufa. Je, tunaendelea kuamini, tunaendelea kuamini hata wakati tumesali na inaonekana kwamba Mungu amenyamaza. Tunaendelea kumwita hata wakati ambapo hatumuoni. Kulikuwa na mtoto mmoja alidondoka kwenye shimo ambalo katikati kuna moshi mkubwa unavuka, na mwambia baba yake yuko kule ghorofani, akamwambia dadi, nisaidie. Baba akamwambia, nitakusaidia, nyosha mikono, nyosha stretch your arm Akamwambia baba, sikuoni. Akamwambia hunioni, lakini mimi nakuona mwanangu, wewe nyosha tu mikono niamini, nitakuvuta. Na kweli alimvuta, akamtoa kwenye shimo lilokuwa linavuka moshi na mtoto akabaki salama. Yule mtoto aliamini bila kuona, na baba yake alimwambia hata kama unioni mimi nakuona. Katika maisha yetu tuendelee kuamini hata pale ambapo tujaona, na hasa katika Wakorintho wa pili sura ya tano sura ya saba anasema Paulo kwamba hatuendi tu kwa kuona bali tunatembea katika roho kuamini hata yale yasiyowezekana. Ndugu zangu, Monica ni mtakatifu ambaye alisali kumwombea mtoto wake Agustino zaidi ya miaka kumi na saba, na alisali tunaambiwa. Agustino ambaye alikuwa anaamini dini ya Manikeism akaja kuongoka, akawa askofu, akawa mwanateolojia alipokutana na Askofu Ambrosi pale Milano. Na Monika angekata tamaa miaka ya kumi au kumi na mbili asingeweza kusaidia dini ya Agustino. Agustino ndio maana akaja akaandika, e, Bwana mro zetu hazitatulia mpaka zitakapotulia mkononi mwako. Agustino akaja akasema, e, uzuri wa ajabu, e, uzuri wa kali nimekujua kwa kuchelewa, nilikutafuta nje, kumbe ulikuwa ndani. Mara nyingi ndugu zangu wapendwa, tunapoangalia vitu vinavyoonekana vitusaidie kama daraja la kupata vile visivyoonekana, kwa vile vile visivyoonekana vinaweza ndio vizuri na ndio vya kudumu milele yote, havina ukomo. Tusisahau, tusipange kukosa, hasa vile visivyoonekana, tukiangalia mbele kwa matumaini, hasa katika mwaka huu wa matumaini, maujaji wa matumaini Baba Mtakatifu Francisco kwenye ile hati yake Spes non confundit anatuambia tutembee katika matumaini, kwa sababu tumaini halitayarishi, na tumaini na imani haviachani. Tumaini na imani ni kama mapacha wanaotembea pamoja. Tukiamini Mungu atafanya njia, Mungu atafanya wepesi. Na ndio maana Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 10 anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usitegemee akili zako mwenyewe. Hawa watu wanataka kumwona Yesu kama kumthibitisha katika kemia hydrogen plus oxygen ziko toota, lakini Yesu anataka kuambia watembee kwa macho ya imani. Mambo ambayo macho hayaona wala masikio kusikia, hayo ndio Mungu anayoandalia watu wake wanaomwamini. Tumsifu Yesu Kristo.